Mwalimu anapomfundisha mwanafunzi, mwalimu anapomwambia mwanafunzi sema Bismillahi Rahmani Rahim. Mwenyezi Mungu yule mwanafunzi anamwandikia cheki kwamba kuanzia sasa mwanafunzi huyu haendi motoni, na wazazi wake wawili hawaendi motoni, na mwalimu haendi motoni. Uzito na umuhimu wa Bismillahi rahmani rahim. Kwa hivyo, kuna mambo kidogo nataka leo tujiulize, yanatia, yana wasiwasi, yanatia shaka. Tatizo liko wapi kuhusu Bismillahi? Mbona imesifiwa mno Bismillahi? Baadhi ya riwaya zinasema